Moja kati ya taarifa mbaya ambayo leo nimeipokea, nilikuwa najua kuumwa kwa mkubwa Fella, nilikuwa najua kama yupo anapitia changamoto za maradhi, lakini moja kati ya taarifa mbaya ambayo nilipokea ni wale watu ambao yeye aliwasaidia kupitia mziki, yeye aliwasaidia kupitia tasnia mbalimbali, yeye aliwasaidia kupitia tu ukaribu wao na ujamaa, leo hii wakimkataa hii taarifa yake na stori yake imeni, imenirudisha kwa marehemu Ruge Mutahaba. Wakati Ruge Mutahaba niko mikononi mwake wale kuniambia, Mwijaku, hakikisha unawashika mkono wale watu ambao watakuja kukushika mkono. Sio kila mtu kushikwa mkono, kuna wengine wapo kwako kwa sababu ya kuinuka hivyo tafakari kabla hujafanya maamuzi. E, maisha ya mkubwa Fella kwenye entertainment kwa ujumla yananipa funzo ndugu zangu, ni kuwa sio kila mtu anafaa kusaidiwa. dili na watu wa ahlal bait, anza kusaidia watu wako wa nyumbani, ndugu jamaa na marafiki, alafu ukiona kiasi kimebaki kingine, saidia watu wa pembeni. Imagine leo mtu kama mkubwa Fella Fella namna alivyowasaidia watu e, na hiki anachokipitia, do you think ana deserve sasa ujumbe kwako. Kuna watu maarufu wakubwa kina Mwambino walikuwa wakisaidiwa, hasa kipindi kile ambacho baadhi ya media hazipiji nyimbo zake. Mwambino alipata msaada mkubwa sana na akili kubwa kutoka kwa mtu kama mkubwa Fela. Tazama changamoto wanazopitia my mbratha, baba yetu, kaka yetu mkubwa Fela, alafu angalia watu wanaoshika mkono na utajiri waliokuwa nao, unafikiri kumpeleka India inatosha ukaacha ukakaa chini? Au unafikiri kwenda kumjulia hali mara moja inatosha na ukamwacha ukakaa chini? No, we have to do a lot hapa. Ni mwombe Mwana FA kupitia wizara maalum anayoiongoza afanye kitu kuhusu Mkubwa Fella, kwa sababu ameacha alama kwenye mziki wa bongo feva, ameacha alama kwenye entertainment, ameacha alama kwa watu mmoja mmoja, akayagusa maisha yao kama alivyoyagusa maisha ya Ruge Mutahaba. Kwa hivyo niombe tu ndugu zangu, hili ni funzo. Tafakari, unawasaidia watu gani? Unawashika mkono watu gani? Usije baadaye wale watu unaoshika mkono wakageuka kuwa eh, maumivu kwako. Mungu, atakusaidia my brother mkubwa Fella. Mungu atakupa ahueni, Mungu atakupa afya njema. Allahumma dafil bala'i wal maradhi, Allahumma dafil bala'i wal maradhi, Allahumma dafil bala'i wal maradhi. Allahumma dafil bala'i wal, da wal, da wal maradhi ya Rabbil alamin, ya Zul Jalal wal Ikram. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hala.